Ama tunatembea na ghost na tujue. Ah bwana, mimi naona watu wengi sana. <laughs> <laughs> <laughs> wewe nah? Oh, bibi yako amenona, mi sina fuel yenye na sasa, kama nimenona unataka nidu Unataka nijupasulie? Sina fuel ya kuwafikisha hapo na trip ya watu kuwafikisha hapo na watu wawili. Kwani ulikuwa unanibeba tunaenda alafu unarudi kuchukua mwingine? Mtu mtu akinona tuseme. Tuseme. Sasa <laughs> okay, wewe well, yako. Your wife is oversized. Oversized, but just a human being normal. Ah shauri ya ongeze pesa mlitisha uba. Hakuna a urudi ama tuite tutarudi mimi sina fuel tuite mtu mwingine sina fuel bana sina hiyo sinafehiyo ya nyuma itakuwa itakuwa na ushindi si utumie gari yenye iko na nini mimi unaitisha uba ati wawili lakini si si uende nyinyi ndio muende mmenikuta tumekukuta hapa ama tumekuita mimi pia naangoja customer mwingine <imine word> <coughs> si anatembea na gari mzee, alafu anakuzapa kulalamika, hmm? si mungepini, mko watu watatu. Kwani kupini watu watatu ni ngumu? si ungetumia gari nzuri, niko na mimba. Si mnapini watu watatu, muongeze basi mia mbili hata hakuna. <coughs> kitu <kidusu> tunaongeza <laughs> kama uwezi tubeba aende sita wafikisha penye mnaenda destination. Ona vile ananine anatubembeleza, ana pesa amekaa hapa kuanzia manihata, ndio ile gari nyingine anapunguza weight. Hakuna kitu napunguza, nunua gari nyingine. Mtu anatembea na gari mzee, ati hapa kulalamika, gari gari gari gari.